Kamati ya Siasa ije na DC mwenyewe aje atupe majawabu ya fedha hii, na tukute dokumenti zote na kila kitu tukakikagua kwa bei yake. Hayo mengine kule tunakwenda tutanani, lakini nafikiri sasa hii hii aje kanali mwenyewe, kwa sababu naona kama vile kuna lazima tukubaliane hapa, kuna shida. Kamati zile nyingine zote hazijui chochote, kwanza hazipo. Chama hakijui hela, wanajua milioni hamsini hamsini nyingine ndio walikuwa nasikia sikia, leo ndo wanaambiwa ha, kuna mradi wa hivyo. Kwani hiyo hamsini... tumewahi kukutana na hili tatizo huko hmm. Na mnakumbuka shule ya Karela imetusumbua sana sekondari. Fedha tunaziona hivi, lakini uhalisia unakuwa hivi. Fedha inatakiwa ilete hiki na hiki, ukija huku akipo, watoto wanakaa chini ndio maana tunataka tupate hizi nani vizuri, sababu huko sisi tunakajuawa, tujue kwa mwana kijiji, wanajua kuna milioni mia moja imeleta na na misumari, ndio hiyo na haya, haya matukio ya nini kokoto na mchanga na mawe ndio hiyo tunayojua. Sasa kwa hii milioni hamsini ya pili, kwa maana hatujajua kwamba imeshaingia au la, sisi kama kijiji sasa. Ila hiyo taarifa tuliyoisoma ya kwanza ile ni pale ambapo sisi tulianzia mpaka hapa tulipofikia. Ndio maana umesikia kwamba kwenye hii milioni hamsini kuna mifuko minane iliyosaidia kumalizia zile kuta za ndani, mifuko kutoka kwenye hiyo milioni ngapi? Milioni 50. Ndio itakiwa ilete na bati? Eh. Ndio hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Kwa kwa kwa bahti sindo hiyo kata tena ingia hizo 100, diwani alikuwa bado ni diwani mtendaji wa kata pia tunapelekea barua kwamba kuna hela imeingia, anatakiwa wafanye utaratibu, yaani utaratibu huwa tukipeleka fedha tunawaambia, yaani mpaka level ya mtendaji wa kata, mwenyekiti. Pia katika kusoma taarifa meonekana mradi umechelewa kwa sababu kuna changamoto ya maji pia. Kwa, kwa hatua zote zinazoendelea za kupaua na nini na nini? Maji yatumiki. Changamoto ya maji tunaitatuaje? <laughs> kwa kwanza maji ah, ah, itafikaje kwa sababu kwanza taarifa taarifa inasema kamati ya ujenzi, ujenzi. Unajua nini? kama walivyotangulia, hata kama nimechelewa kidogo, ninachojua ni hizo milioni asmanunuzi wa, wale wa mapokezi wako wapi? Wale wanaohusika na manunuzi, hapa kuna shida, hapa kuna tatizo, wala tusifichane, hapa kuna shida. Hakuna shida sana. So, ukiangalia hapa taarifa hazipo, yani ule ukweli hapa haupo, hauonekane. Zahanati na atakwisha kukamilike lini? Mwezi Desemba hii hmm? labda mheshimiwa mwenyekiti, na kwa naomba utakapoenda kwenye tathmini pia mtusaidie kipengele kingine cha hatua ya ujenzi ilivyofika. Nasema ni asilimia 35 lakini kwa mujibu wa taarifa tumepokea juzi kwenye baadhi ya madiwani, nasema ni asilimia 45

hela wanajua milioni hamsini hamsini nyingine ndio walikuwa nasikia sikia leo ndo wanaambiwa kuna mradi wa hivyo, kwani hiyo hamsini? tumewahi kukutana na hili tatizo huko Chekenya, najua mnakumbuka, tumewahi kukutana na tatizo namna hii Chekenya, zahanati kama hii hii, usiri ulikuwepo mkubwa. Matokeo yake ndo yanakuwa haya Tatoka umewaelewa viongozi. Sasa kwanza, mimi nahitaji nifahamu huyo incharge yuko hapa. Incharge tafuta, tangu tunatoka asubuhi kuweza kupata mtafute, ambaye huwa anamsaidia na amejifungua

bakkia hapo, lakini issue zingine za fedha ninafahamu hivyo, na ni kweli fedha zipo huku, yani issue ya taarifa sasa. Sababu kama tulivyosema, tuko wengi waratibu ambao wanatakiwa kutoa pia taarifa kwa mipango, watoe taarifa kwenye kijiji kwamba a fedha hizi kwenda sehemu. Mimi anayekuja kutoa taarifa huku ni hichaji, nakenda kwenye vikao vya kijiji umepokea fedha hizi, kama ni nibanaandika, anabandika kwenye zahanati pale au anatoa kwenye vikao, wewe ukiwa kama mkuu wa idara hiyo, sawa hmm. Tulitakiwa tuanzie pale, sawa. Umevunjwa mkataba, umeingiwa mkataba wa pili. Je, una faida kwenye mradi wetu, kwa maana gharama ziko chini? Chama ndio kinahitaji kufahamu hiyo, lakini vile vile hizi kamati mnaohusika na kuunda hizi kamati, kwa nini hazikuna hii kamati ya kamati ya, ya, ya mapokezi ya manunuzi? Hebu tupate hayo majibu kwanza pa kwa kuanzia, kisha tumpe mwenyekiti hapa, nini tunachoondoka nacho. Zahanati huku sisi hatuna hiyo kamati, kwa sababu sisi, kwani kinachojengwa ni kile kule, wanasema hivi, kwa sababu hii huku mwanzo wakati inajengwa ilionekana ilijengwa na serikali na kijiji nguvu ya mwananchi, sio kushirikisha wataalamu. Kwa hizi pesa zilizoingia, tuchoambiwa kwamba wanatakiwa wataalamu ndio wasimamie, ambako sisi huko hatuna wataalamu. Kwa hiyo sasa, ni kweli zile milioni hamsini zilipoingia, tulishirikishwa kwamba milioni hamsini zimeingia, wakatangaza tenda, wazabuni wakapatikana kwenye zile milioni hamsini. Kwa hiyo hivi vifaa vilivyokuwa vinakuja ndivyo hivyo tunavyovisema tukivipokea, ambavyo ni mabati, nani simenti mifuko 100 na... kama 114 na nani mbao <coughs> ine, pamoja na hizo frame za uh, vizingiti na nini kwenye hiyo milioni hamsini. Ila hii milioni hamsini nyingine iliyoingia kama na yenye ishaanziwa kufanyiwa matumizi hatujui, hatujakaa kikao hicho tena ila, kikao kicho kaa cha mwisho kilikuwa ni cha kupata milioni ngapi? hamsini, na wazabuni wake. Mwenyekiti wa kijiji, hiyo hamsini ambayo unasema unajua kwamba iliingia, ni kiasi gani unachotambua kwamba ni kiasi? Ambacho natambua mpaka sasa ni kile nilichokipokea ambacho nilitamani nipate taarifa za leo, maana sijapata taarifa vipokea baaoaai kama ni jambo kusha kuliona, tumeshaliona. Sema tu nashindwa kuelewa kwa nini mtu mzima hutaki kukiri na kukubali kwamba hii taarifa bana tumekanganya, ifanyia kazi vizuri. Na ndiye mbona niombe kitu kimoja kwamba wakati mwingine unapoona mtu anang'ang'ania kuna kitu ameshakijua. Sisi ni watu wazima kinachotakiwa ni kukiri tu bwana. Ili jambo bana kuna mkanganyiko wa nini wa taarifa. Basi mwa tufanye marekebisho kwa sababu tunaenda kule kutathmini ili taarifa zije rasmi. Ili ukiri wazi, mnashindwaje kukiri wazi na kukubaliana kwenye jambo hilo? Sasa bado tunaenda kuzungusha mwenye kitu anatetea kitu kingine ambacho hakielewi. Wewe mwenyewe unatoa majibu ambayo sio sahihi yule mwingine aliyeachiwa ndio hivyo tena. Sasa uone kama tunakinzana. Sisi ni watu wazima, hebu tufunguke tuelezeni kili wazi kwamba jambo hili bana liko moja, mbili, tatu. Sisi ni watu wazima ambao tumeanza mwanzo, tunataka kufika sehemu tunaanza kuunda kuunda kurumbana zaidi. Naomba kuwasisha Mheshimiwa Mpiti hapo naendeza mwanetu kuna serikali. Hicho vyote hivi yuko mkurugenzi, yuko mkoa wa wilaya mia, yuko tena tena kaimu mkurugenzi, mwanasheria Yuko, <coughs> yuko kusema wanasema, kuna mtu yuko mateni, ndio anaweza kutuelezea matumizi hizi fedha zilizoingia. Mimi siaingia kinini, fedha ya serikali ijulikana na mtu mmoja tu, hiyo fedha haipo. Kwanza kama ilipangwa kuja hapa, nimeihamishia kwingine, lakini tujue ni hapa, tujue mwaidini, kama muahidi ni kwamba fedha zao zitakuja, jamani, hapa Karela. Nerudia maneno aliyosema mwenyekiti, fedha inayokuja Karela mara kwa mara huwa haui salama, lakini hili jengo angalieni, linachukua muda mrefu sana. Kwa nini? Kwa hiyo, mwenyekiti, mimi nashauri mheshimiwa DC, sababu sisi sasa tunakuangalia wewe kama ni msimamizi mbovu, na kama ni wewe mwenyewe na watu wako wafanyi kazi, ni wewe o tutoka tunavamia sisi kwa mjibu wa taratibu zetu na wala hawa watu tunazungumza na wewe. hali halisi ya Kasulu ndio hiyo eh? lakini Karela ukiongea na wananchi yani kwa sisi kwa maana ya Chama cha Mapinduzi tumeathirika sana hatuna majibu kwa wananchi juu ya mambo yanayofanywa. lakini hali hali halisi ndio hiyo, hiyo. fedha ndogo tu milioni 50 hivi zingekuja kama milioni 200 hapa singekuwa ni, ni hatari sasa sasa, mimi nadhani majibu hayapo. Kwa hiyo tuseme imepotea na, naani ofisi ya DC labda kwa sababu ya udharula wake, na yeye hana majibu sami nadhani katibu japo tunaenda huko na mashauri kuni kama tarehe nane hiyo, hata baada ya tarehe nane kamati ya siasa ije na DC mwenyewe aje atupe majawabu ya fedha hii na tukute dokumenti zote na kila kitu tukakikagua kwa bei yake. Hayo mengine kule tunakwenda tutanani, lakini nafikiri sasa hii hii aje kanali mwenyewe, kwa sababu naona kama vile kuna lazima tukubaliane hapa, kuna shida yani, hii ni shida kabisa hii na inaonekana kabisa kwa macho, na hato kuja peke yake, tutamwelekeza na vyombo vya kuja navyo sure. Eh. Armasharikuu ya Chama cha Mapinduzi inaendelea na ukaguzi wa miradi hapa. Tupo kwenye zahanati ni kijiji cha Karela. Hapa kuna nguvu ya wananchi takriban milioni 13, na lakini pia kuna milioni 100 ambazo zimeletwa hapa, ambazo kimsingi kamati ya siasa imekosa majawabu, maelezo ya kina, kwa hiyo tumemwelekeza mkuu wa wilaya tupate maelezo ya kina, kwa sababu taarifa zina mkanganyiko, mikataba ina mikanganyiko. Kwa hiyo nadhani tunasubiri sasa kuona majibu sahihi ambayo watatupatia wenzetu.